Ndoto nne hatarishi zikikujia mara kwa mara, usizipuuze. Karibu sana, upokee mwanga wa kiroho, Tafsiri za Ndoto na Maombi, pamoja na Prophetic Galila. Ndoto hizi zikijirudia, ni kengele ya onyo, zinahitaji hatua ya haraka, kabla madhara hayajatokea. Saa moja, kuota unafukuzwa au kushambuliwa, ishara ya vita dhidi ya hatima, kazi au familia yako. Saa mbili, kuota unaanguka, kuzama au kupotea njia onyo la mtego au uamuzi mbaya unaokaribia saa tatu kuota unaibiwa pesa simu au nyaraka baraka fursa au taarifa zako ziko hatarini saa nne ndoto ile ile kurudia bila kubadilika ujumbe haujashughulikiwa bado onyo linaendelea hatua ya haraka simama maombini leo usisubiri punguza maamuzi ya haraka kagua mipango yako Soma na tamka Mithali 22:3 na Zaburi 121:7. Maombi: Bwana Yesu, nifunulie onyo mapema, navunja kila mtego unaojificha kwenye ndoto, ninalindwa kwa damu yako, amen. Unahitaji tafsiri ya ndoto au maombi? WhatsApp, namba kwenye bio. Jiunge pia na magrupi yetu ya Tafsiri za Ndoto na Maombi kupata mafunzo haya kwa undani zaidi.